Uhali gani, mpenzi mtazamaji na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria wa uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Lakini pia tunatarajia ongezeko kidogo la mvua katika maeneo machache hususan kati mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa inatoa tahadhari la vipindi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma, Singida, Dodoma pamoja na Morogoro. Hivyo ni vema kwa wananchi wa maeneo hayo kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa usiku wa leo, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mbona ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya chalusalia yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu nyanda juu kusini magharibi mkoa wa Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria mkoa wa Singida, Dodoma pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa,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 Kwa mkoa Mwanza tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na mkoa Kilimanjaro tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa Mbeya tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na ngurumo za radi. Na mkoa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka ufia hapo kutoka mamlaka ya hewa leo hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.